Karibu sana dada Devota, umetokea wapi na umetusikia wapi? Mi nimetokea Vigunguti. okay. lakini kwetu kabisa ni Mwanza. mm. Ndio mi mm -hmm. nimewaona TikTok. okay. mm. karibu sana. Asante eh, nini kikakuvuta kuja kwetu? mm. Mi kilichonivuta kwa kweli mm. maana na marengo mengi sana mm -hmm. Eh, marengo gani? eh, yani, marengo yangu cha kwanza kutafuta mtaji. mm -hmm. Cha pili, kama kule nyumbani kwetu mm. na ka kiwanja changu mm -hmm. kipo kule mm -hmm. kwa hiyo nataka nikipambana, mm -hmm. nipate hela ili niweke hata pale nyumba za pangaji pale mm -hmm. Ehe. Okay. kwa hiyo okay. mm hivyo -hmm. wewe binafsi una no familia, watoto au wazazi? mm -hmm. Wa, mimi ndio na familia mm -hmm mama yupo, baba mm. yupo lakini walishatengana. mm -hmm. Eh, kwa hiyo mama anakaa kivyake, baba kivyake, ila na mtoto mmoja e, una mtoto, mtoto wako yuko wapi? mimi mtoto, mtoto. mtoto wangu yuko kwa mama yangu, yuko kwa mama. ni mkubwa? mkubwa na miaka saba. Okay. ashaanza shule? Kashaanza. baba yake yuko wapi? baba yake <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yani anapatikana peke yake, anapatikani peke yake peke yake na mtu mmoja, mtoto ni wa mama na baba. <sa> <tani04> kwa hiyo baba yake iko wapi? kwa kweli, niseme uongo, mimi ule nivyo tulionanaga tu, uko ujanani, yani sielewi, unakwenda kujizoesha kitu nijo, eh, ziyami, yani, ajeni kuna kitu unapitia, tutakuja bado bado moja tupambane na Devota hapa duniani. <laughs> Kuna mm -hmm. watu ambao wanataka tu kuharibu maisha ya watu mm -hmm. kuna mwanaume tu anaweza akakuona, asiwe na marengo na asema sasa, mimi huyu mm. yani akataka tu akutumie mwisho wa siku ndo hivo. Kwa hiyo mimi yule kwa kweli nilionana naye tu hivo, mwisho wa siku akanipa ujauzito, ndio hivo, yani hata sijui yuko, akatokomea. Kwa hiyo toka umezaa hata akuwahi kuja kumwona mtoto, hamna Am. E, sasa <todicu> Dada Devota, inabidi turekebishe makosa yetu na tusiseme kwamba kuna mtu anataka kuharibia maisha anayetaka kuharibia maisha yako ni shetani, na shetani anawatumia watu, na shetani atakuwini kama wee hauna hofu ya Mungu. Okay. Okay. okay. Wee mwenyewe ukiwa unajua kabisa kwamba njia za Mungu ni hizi, kwamba kama ni mwanaume ananipenda aje kwetu, ajitambulishe, afate mfumo sahihi tu wane japokuwa hata kuana sio shida, na mwingine anaweza akakuona bado akakutelekeza. Lakini wewe kama mwanamke kabla hujafikia kwenye hayo majukumu ukas, lazima uwe unajua wewe kama wewe maisha yako yana mwelekeo gani. So, wakati mnakutana na huyo kijana, je eh, wewe ulikuwa na mipango na mipango gani? Mipangilio gani ya kimaisha, ya mikakati ya kiuchumi ulikuwa nayo? Ah, kipindi hicho kwa kweli. Ulikuwa nafanya nini yani, na biashara ulikuwa na kazi, ulikuwa unasoma? Kipindi hicho ndicho nimemaliza darasa la saba kabisa. Eh, darasa la saba kwa hiyo ukaona, eh, sasa so, maisha tayari yaani, bado nipo nyumbani eh, kipindi hicho la saba eh, tu hasa ndo ikawa hivyo. ukuwa na mipango ya kuendelea kusoma? mpango ilikuwepo maana mm -hmm. Wakati tunamaliza kabisa alasaba, tunasubiria matokeo mm -hmm. Wakati matokeo yanarudi, tayari unamimba. Umefaulu, lakini ndio una mimba. Kwa hiyo jamani, tunawafundisha hapa wadogo zetu, wadogo zetu ambao, jamani, na nyinyi hamtaki kupita njia ambazo dada zenu tumepita na tumedondoka umeelewa? Yaani watu wanavyoelezea stori zao hapa, lengo lake sio kuwacheka au kucheka cheka. Ah, lengo ni kujifunza kwamba mtoto wa kike, jitahidi kujilinda. Hii kauli ya kusema wanaume wanatuharibia maisha ni uongo, ni ujinga wetu na sisi wenyewe kutaka kuharakishia mambo ambayo bado hatujajiandaa okay, nayo kwa sababu unapoenda kurukia mwanaume utapata mimba, mimba ni mtoto, mtoto ni majukumu sasa hmm, kama wewe hujajiandaa utamtegemeaje binadamu akuendeshe maisha yake? Matokeo yake ndio tuna lundo la wasichana wengi ambao wana watoto apa. Ukimuuliza baba huyo mtoto alikuwa wapi, ndio kicheko kinaanza, na ujue kitakachofuata ndio hivyo, ni kulaumu tu. Ah, bwana mimi alinipiga mimba tu, alitaka kuniharibia maisha tu si ndio? Hapana, tufike mahali wasichana, tuache tuwajibike kwa maisha yetu. Mm. Sindio? Tuchukue wajibu wa maisha yetu, tusiendelee kuwasingizia kuwanyoshea vidole hawa wanaume. Unanyosha kidole kimoja, vitatu vinakutazama. Ee <laughs> ungeficha uchi wako, angeku, angeku, angeku, <laughs> asingekubaka, asingekuingilia. Wako wachache wamebaka, hatukatai. mm. Lakini walio wengi ni wasichana wenyewe na, na, na ni zao. Tunawafataga tu wenyewe wanaume, mkimbilia kuvua nguo zetu za ndani, sindio? <laughs> Eh, lazima na wazazi waongee na watoto wazazi wengi hawaongee, okay, na watoto. Kwa hiyo lazima tuwasaidie wasichana, wazazi tuongee na watoto wetu, lakini pia wasichana, mnapoambiwa msikie. Usiposikia, kwani kuna shida? Basi si kesho tu, kesho kutwa nawe utakuta una mtoto, baba hayupo, una kazi, una biashara, yani mambo ni mengi mimi kwa kweli, okay. Nilisema mm, haya maisha haya hapana, ngoja kwanza nipambane. Hmm, ndo maana unaona mi watoto wangu hmm, nimechelewa kuwazaa, lakini nashukuru nimeweza kuwalea toka nimewazaa, sijawahi kujuta pamoja na kwamba mwanaume alirukaruka alikimbia kimbia lakini mimi sijawahi kumtafuta, hata sijui kumhangaika naye sina, kwa sababu mimi nilijiandaa kwamba kwa lolote sawa, si unaelewa. Kwa hiyo hakuna mwanamke ambaye anapenda ushindwa kuwahudumia watoto wake. Yupo yupo, yani mimi bora hata wanangu wale ugali, si na dagaa au na nini, lakini juu angalau wameweza kula kuliko ma mingine. Huna, huna hela, mtoto anataka kula, bado hapo hajaumwa. <tokitikilana> Hebu niambie jamani, eh? Changamoto, changamoto. Tutawalaumu tu hawa wababa, lakini na sisi tunachangia, kwa sababu nawee, kwanza ukitengeneza mazingira mazuri, saa nyingine <tokitikilana> unaweza ukashangaa huyo baba akaa anaona, e, nikimbilie wapi? mm. si ndio? mm. msaidizi wangu ndio huyu. mm. lakini anapoona mm. e, hana mwelekeo na wee tena ndio unamtegemea, kwa nini asikimbie? Anakimbia kwa mazingira mengine, sisi tunawatengeneza wenyewe kutokana na of course tumelelewa hivyo, jamii zetu zitulelea mm. tu wanawake kusubiria waume watuoe, watulee. mm. Lakini jamani, twende tu pia tukasome kwenye vitabu vya vitabu vyetu vya Mungu si ndio? Eh, mi nasoma Biblia sijaona mahali ambapo nimeambiwa nikiolewa nikae nimtegemee mwanaume. Naona asiyefanya kazi na asile amelaaniwa, utegemee mwanadamu? Kwa hiyo bwana, mimi kazi lazima nichape kazi. Nikutana na mwanaume ananiambia nikae nyumbani, huyo ni adui yangu mkubwa kabisa hata kama anaela ni za kwake, kwa sababu atakupa mwanzoni mwanzoni, akisha kuingiza kwenye 18 wewe utakuwa usigali wake wa milele. Sasa si bora ukae usigali wa muda tafanya okay. kazi kwa mtu mwaka miaka mm -hmm. miwili upate mtaji ukafanya biashara lakini yeye ata mm -hmm. kuweka vya bure tena vya bure ndugu yangu vitakutokea puani kao okay. Unafikiri hao wanaokula vya bure wanakula kwa furaha? Hapana. Kwa sababu kama mwanamke, lazima kuna vitu vyako vingine unataka kufanya e, hey, yeah. una ndugu zako, una mama zako, unatamani kuwasaidia mm -hmm. Lakini mwanaume lake ni, ne, ni kodi ya meza tu kamaliza. mm -hmm. na, na, ki... na, na isitoshe <laughs> sasa tunakuja <laughs> kwako, dada yetu, unaonekana <laughs> <laughs> una Dada Devota, karibu sana hapa yes, e, kwetu. Bwana ni kazi tu, mwendo wa kazi, pambane, tufanye kazi, tutafute hela zetu, hatujachelewa. hey, haya e, ni mafundisho tuliwepitia. Haya ni mafundisho, kwa sababu kwenye maisha

Uh, Mungu anatufundisha kwa, kwa saa nyingine kwa matendo, mm, okay. E, tunafundishwa kwa experience, ukishapitia ndo unasema hili mm, sio eh. Hata mimi niliolewa mara kwanza kabisa, ndoa yangu niliyumba, nili, nili yumba kidogo, nikaona dawa ni kuolewa, we mbona mm. Nilirudi mbio, nilitoka mwenyewe. Kwa hiyo ni, ni mafundisho, unafanya kitu baadaye unagundua hiki sio kizuri, kwa maana katika mafundisho yangu, wasichana nawaambia, sikimbilie kuolewa okay. Kwenye ndoa sio kwenye mafanikio nienda okay kutafuta kwanza, hmm. Maisha hakikisha umejijenga, yeah, unajua manjua. kwenye maisha unafanya nini ili ukiolewa, endelea kufanya kazi, endelea na utafutaji ukiwa kwenye ndoa, kabla ya ndoa, kwenye ndoa, kwenye ndoa, hata baada ya ndoa, kwa sababu hizi ndoa zipo na zina changamoto na waliokutana na hizo changamoto sio kwamba wao wame, wamependa, ni changamoto za maisha zinamlazimisha mtu anatoka. Kwa hiyo mimi siwezi kumlaumu mtu ambaye anaondoka kwenye ndoa. Ndoa zina matatizo mengi sana. Kama mtu ana hofu ya Mungu kwa kweli, ndoa ni shida, ni mzigo mkubwa. Kiona watu wanaishi hujui ni watu wanaomjua Mungu. Umeona eh? Haya. Jamani, Dada Devota karibu. Asante sana madam. Haya.